Mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemhukumu aliyekuwa rais wa taifa hilo, Joseph Kabila kwa kosa la usaliti na uhalifu wa kivita. Lakini kabla hatujajadili zaidi, hebu tuingie tutazame uswahiba baina ya rais wa sasa Felix Tshisekedi na Joseph Kabila. No. No. No.

Kati ya hayo umegundua nini? Tuachie maoni yako hapo kwenye uwanja wa comment, tutazungumza pamoja.